Nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu toka tumeanza kampeni mpaka leo tunapohitimisha, hatukupata matatizo yoyote, watu wote tulikuwa salama salimini mpaka tarehe ya leo. A, mshukuru Mungu na naomba wote tumpigie makofi Bwana Mungu kwa shukrani nyingi. Niwashukuru sana viongozi wetu wa Chama Cha Mapinduzi kwa uongozi wake katibu mkuu wa CCM ambaye ni msimamizi mkuu wa chama balozi Dkt Charles Migiro kwa maelekezo yake chini ya mwenyekiti wetu wa chama Dr Samia Suluhu Hassan ambao walifanya kazi kubwa sana toka tulipozindua kampeni Dar es Salaam. Nataka niwashukuru sana sana viongozi kwa kweli kwa miongozo yao na maelekezo waliotupa kwa kipindi hicho. Leo ni siku ya kukumbushana tu kwamba yale yote yaliyosemwa kwa muda ya wa siku hamsini na tano hayana maana yoyote kama watu wa Mkombe hawatajitokeza kwenda kupiga kura. Sisi watu wa Mkombe hatusemi tujitokeze kwa wingi tu, tunasema tujitokeze wote tuliojiandikisha, twende tuli tukapige kura. Tumesema mambo mengi tuliyoyafanya kwa miaka mitano madiwani wote kwenye kata kumi na saba na madiwani wa mitimaro wateule wote walieleza miradi ya maendeleo tuliyoifanya kwa miaka mitano na miradi tunayotarajia kuifanya kwa miaka mingine mitano. Wameeleza miradi ya maji, wameeleza miradi ya barabara, wameeleza miradi ya shule, wameeleza miradi ya huduma za afya, wameeleza mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Leo sio siku ya kuyarejea hayo. Leo ni siku ya kukumbushana tarehe 29 tukapige kura, twende tupendelee kukumbushana wote kwamba tarehe 29 sio siku ya kufanya mzaha, ni siku ya watu wote kuacha shughuli zote, twende tukapige kura. Nataka nione wilaya ya Bukombe upigaji wa kura uwe wa maana sana. Sisi hatushindani na yoyote sisi tunataka kupiga kura nyingi, kwa maana ya kwamba wote waliojiandikisha wote waende wakapige kura kwa wingi. Nataka niwaombe kwa unyenyekevu, mimi nawaamini, hamjawahi kuliangusha na ni imani yangu kwamba tarehe ishirini na tisa itapita kwenye vituo vyenu, kwenye dada zenu kuangalia ni suruhu ya watu waliokuja kupiga kura, na nataka niwaombe tena wazazi wote wenye watoto wenye umri waliojiandikisha kupiga kura, siwatume siku hiyo, wote mwaruhusu waende kupiga kura. Niwaombe waume wote wenye wake zetu, siku hiyo tuamke na wake zetu twende tukapige kura. Wakina mama wenye waume zetu, mwende tukapige kura na waume zetu. Wale wengine ambao hamjaolewa wala kuoa, chukua rafiki yako wa aina yoyote. Tukende tukapige kura, nataka taka nione kura nyingi wana Bukombe kuliko wakati wowote kwenye historia ya nchi hii. Tukapige kura, kwa sababu tunayo sababu ya kufanya hivyo. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa tumeunganishwa na kampeni. Tuendelee kuimarisha upendo miongoni mwetu, tupendane jamani. Tanzania ni yetu hii, upendo unazaa amani.

Anda kuwa anda kuwa, tunawakabidhi hatua kwa hatua, kila anayezeeka anakabidhi vijana, kila anayezeeka anakabidhi vijana. Nchi hii ni ya kwenu, chama hiki ni cha kwenu, kishikilieni, tuunzeni amani, kajitokezeni kupiga kura kwa wingi, kwa sababu nchi hii inawahusu. Hauna pa kwenda, kwa sababu huna maandalizi ya kwenda na uende watu, kwa sababu mtu anakimbilia kwenye amani. Wazee, tumezeeka hatuna nguvu, hatuna spidi ya kukimbia. Endapo hali imechafuka, akili ya kufikiri kufanya mambo mengine inakuwa imepungua. Sasa wewe baba mzee, hakikisha familia yako unaiandaa vizuri, vijana mwandae, akina mama mwandae, na wazee kwa wazee tuandae, kwa ajili ya kwenda kupiga kura, amani iendelee kusimamia